Umelezewa mambo ya ndovu ndovu ndani ya Ganze, Bamba, Vitengeni na kule Kayafungwa, Kaloleni ni kweli. Mheshimiwa Tungule alikuwa safari wakati tulikuwa na mkutano na rais Mheshimiwa Ruto kule State House, akanituma na kabla ya hiyo tulikuwa tumezungumza na DG Kanga wa KWS tukiwa Kisumu, CPG nzima viongozi wote wabunge wote wa pwani tukipanga ni vipi katika mashirika yote yaliyo pwani yatasaidia wananchi wa pwani na hasa Kilifi. Ndovu walikuwa washakuja tayari Ganze yule vijini, nilimwelezea na niliambia kabla asijatoka Kisomo atakuwa ameleta ile ndege ya kufukuza wale ndovu. Hakufanya hivyo mpaka tukaelezea rais State House ndo ndege ikajashanbwa, ilitua tu ikaenda. County Commissioner, ile hasara imepata wakulima wa Ganze, wale wa Kaloleni kule Vitengeni. We want compensation for these farmers. <coughs> walipwe hawa wakulima, wananchi wetu hawajaweza kupata chakula, mvua imekuja wameachilia ndovu. Nasikia hapa ndovu moja akipigwa mshwale, waondo wa kwanza kufika, lakini gari hazina mafuta kama mimea inavunjwa na ndovu, we want these farmers compensated. Now and not ano tomorrow, County Commissioner. Na niko na kesi nyingi sana kwa ofisi yake konewa kwa kina mama GBV cases. County Commissioner, wamama wanapigwa wanaumizwa, wababa wanaachwa free. Niko na kesi ya jana katika simu yangu pale na kaunti commissioner, I will not miss my words. Kama yule jamaa nilikwambia jana hata shikwa kufikia leo, OCS wako wa Kilifi aende. OCS wako wa Kilifi aende transfer. Kesi ni ya tangu mwezi wa tano, ombi niko nayo pale. Na mpigia simu jana, mama alikuja kwangu, amepigwa, vitu vyake vimevunjwa vunjwa ndani ya nyumba, alafu anamwandikia atamnyonga amkule matumbo mabichi, alafu OCS ananambia hampati. Nimesema kama huyu jamaa hatashika kufikia jioni, eneo OCS aende asiende, OCS wa Kilifi aende asiende. Kabla hujakuja, tulikuwa na hiyo kesi bamba police station Walifungia msichana pale akauawa, and we made sure all the officers abama wanaenda transfer. Na nimesema huyu bandit, kama hatashikwa kufika jioni ya leo, sisi ao, kama uko hapa, kama mko hapa, msipofanya kazi, hiyo kesi mnaijua, the OCS, out of Kilifi County, out of Kilifi police station, he's not helping my people.